Ya Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ninawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hali hai, oh, ninayo machache kidogo ambayo wanahitaji kuongea na wachungaji, wainjilisti, mitume na manabii. Ninahitaji kuongea jambo moja la kiimani, ambalo ningependa kila mtu angepata kunielewa kwamba kanisa la kwanza la Petro la kina Petro na Yohana ilikuwa ni kanisa ambalo Roho Mtakatifu alinena kwa ukali mno na alitenda miujiza isiyokuwa ya kawaida na watu walipokea kupata kupona na uponyaji mwingi mkubwa. Lakini uh, ninapoangalia jinsi ambavyo tulivyosimama sisi uh, watumishi wa siku za leo, haki hatuioni kuwa kama haki na wengine tumeshindwa kutetea haki kwa sababu ya kuogopa jambo fulani au kwa sababu ya kuogopa kusemwa, nikisema hivi nitaonekana nimeongea vibaya, lakini ile haki tunakwenda kuipoteza. Hakuna kitu ambacho tunatakiwa wainjilisti, wachungaji, mitume na manabii tukasimama kuongea ukweli, kama tunapoona kanisa la Mungu linapoingililiwa, kanisa la Mungu linapokwenda kutikiswa. Kiukweli binafsi moyo wangu umejawa na simanzi na kupatwa na hali ya sintofahamu juu ya kufungwa kwa kanisa la Askofu Gwajima. Uh, uh, kufungwa kwa kanisa kwa askofu, la, la, la Askofu Gwajima ni kitu ambacho hakikustahili maana, uh, ikiwa kuna mtu alifanya makosa basi ni mtu mmoja. Ikiwa hakuna makosa, basi aliyekuwa mlengwa alikuwa ni mtu mmoja, Askofu Gwajima peke yake. Yule ndiye aliyekuwa mlengwa, maana yeye ndiye aliyekuwa ameongea. Haijalishi aliongea vibaya au aliongea vizuri, lakini ilihusiana nini na kwenda kufunga kanisa ambalo linaabudu watu maelfu, watu mamia? Wale watu watakwenda kuabudu wapi? Ile imani waliokuwa wanayo mahali pale wanapoabudia, wanaipeleka wana, wana wapi? Wata kuenda kuabudu wapi? Chukulia ingekuwa ni wewe ambaye uh, unasali kwenye kanisa hilo, alafu familia yako Jumapili, watu wangeenda kusali wapi? Chukulia ni familia yako wewe, ingekuwa inasali pale, alafu kanisa limefungwa, wewe ungeenda kusali wapi? Hili ni jambo ambalo kila mchungaji, kila mwinjilisti, kila nabii, kila askofu na kila mchungaji anatakiwa uh, asimame kuongelea huu ukweli kwamba kanisa halikutakiwa kufungwa, bali ilitakiwa yule aliyehusika akamatwa, yule akawajibishwa kwenye vyombo vya sheria, akaulizwa kwamba kwa nini umeongea hivi, kama kaongea vibaya, kwa nini imekuwa hivi, na sio kwenda kufunga kanisa la Mungu aliye hai, ambao watu wanamwabudu Mungu kila siku, watu wanaliombea taifa, watu wanaiombea nchi yetu ya Tanzania iwe na amani. Unakwenda kufunga kanisa, wao watu watakwenda kuomba wapi? watu wao watakwenda kumlilia Mungu wapi? majumbani kwao ndiko anasema tunapokusanyika tunapo wawili watatu kwa jina la Mungu, na Mungu anakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo watu wanakusanyika pale ni kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Lakini sasa kanisa linapokwenda kufungwa, maana yake ni kwamba tumekwenda kunyima uhuru wa watu wengine kutokuabudu. Na ikiwa labda kosa limefanyika kwa mtu mmoja, mimi kama profeti kama mtu ambaye Mungu ameniita kwa ajili ya kazi yake, nasema hii haiko sahihi na kama kusema ukweli ndio shida ya watu kuuawa na maana, basi tutauawa watu wote katika Tanzania ambao tutakaosimama katika ukweli wa kusema kwamba hii haiko sahihi. Unapofunga kanisa ambalo linaingia watu zaidi ya elfu moja na zaidi, alafu kwa sababu ya mtu mmoja, maana yake watu elfu moja na zaidi wote umewafanya Jumapili wasiende kuabudu. Wakaabudu wapi? Uhuru uko wapi katika Tanzania yetu? haki na kweli tunayoisema iko wapi katika Tanzania yetu? Naongea na mitume, naongea na, na manabii naongea na wachungaji, walimu na maaskofu, kwamba hii natuhitaji, inatubidi tusimame tuongee juu ya hili ambalo lililokwenda kufanyika la kanisa ambalo lina watu maelfu kwenda kufungwa, ikiwa kosa ni la mtu mmoja aliyeonekana ameongea Alitakiwa achukuliwe yule tu aliyeongea, haijalishi aliongea vibaya, aliongea vizuri, haijalishi, lakini kosa ni la mtu mmoja. Mnafungaje kanisa la Mungu ambalo watu maelfu wanasali, wanaabudu katika kanisa hilo? Chukulia familia yako ingekuwa inasali pale, kanisa limefungwa, ungejisikiaje? Angekuwa kuna wabunge watatu wanne mle ndani uh, wanasali pale kwa Askofu Gwajima alafu kanisa limefungwa, nyewe wabunge mngejisikiaje hilo kanisa kufungwa, ikiwa kosa limefanyika kwa mtu mmoja? Kama ana makosa kweli, ni ya mtu mmoja, kwa nini asichukuliwa yule tu akapelekwa, yule watu wakaendelea kuabudu, wengine wakabaki, wakamtukuza Mungu pale, maana wanaiombea nchi kila siku, wanaombea amani Tanzania, tunakesha kila siku makanisani kuombea Tanzania yetu, Mungu atupe amani. Alafu watu wanazuiliwa kwenda kuabudu katika kanisa, maana yake nini? Uhuru wa nchi yetu Tanzania iko wapi? Amani iko wapi Tanzania? Mungu aliyotupa uhuru wa kuongea kwa uko wapi? Eh? Ile freedom tunayoisema iko wapi leo? Tunayo sababu ya kujichunguza. Tunayo sababu ya kuangalia hiki ambacho kinachoendelea katika dunia ya leo. Kwamba lazima wachungaji, wainjilisti, mitume na manabii, maaskofu tuongee hili. Haijalishi watatuchukulia vipi, haijalishi tutaonekana namna gani, haijalishi tutaonekana vipi, lakini kwa sababu tumesimama katika haki kusema, kutafuta uhuru wa watu wengine, kwamba uhuru wa kuabudu uko wapi tunaohusema? Ikiwa mtu mmoja atasababisha kanisa zima kufungwa na kosa ni la mtu mmoja, kwa nini kanisa zima likafungwa? Mungu awabariki na kuwalinda. Sina mengi ya kuongea, ni hayo machache, ndicho hitaji wito wangu kwa viongozi wa dini wote, tusimame katika kuongea kweli, haijalishi tutakatwa vichwa kama walivyokatwa akina Petro na akina Yohana, kama walivyopigwa mawe akina Stefano, lakini uhuru wa kuongea lazima tuwe tunao, kusema kwamba hili sio kweli, kwa sababu Mungu hakuhalalisha kanisa lifungwe kwa sababu ya makosa ya mtu mmoja.